Mpendwa mtazamaji, habari ya wakati huu, naamini unaendelea vizuri, pia Bwana anaendelea kukupigania kwa sababu yeye ni mwaminifu. Katika kipindi hiki nimeona tujifunze jambo la muhimu katika ulimwengu wa imani ambalo limekuwa likiendelea. Watu wengi wako tayari kusikiliza injili, kusikiliza mafundisho ya Biblia, lakini yale tu ambayo yanaendana na matamanio yao. Ni kusema kwamba watu wengi siku hizi wanasema kwamba hubiri Biblia hubiri mafundisho, hubiri injili, lakini usitaji ya maisha yangu, usibugudhi dini yangu, usikashifu dhehebu langu, wewe hubiri tu Biblia. Kwa hivyo na mimi nikaona ni vizuri tuweke sawa jambo hili, ya kwamba unaposema hubiri Biblia unamaanisha nini? Katika Biblia, Timotheo wa pili tatu kumi na sita, Biblia inasema ya kwamba kila andiko lenye pumzi ya Mungu linafaa kwa mafundisho ni kusema kwamba kuanzia Mwanzo moja mpaka kitabu cha mwisho cha Biblia ya Ufunuo, kila andiko mle linafaa kwa mafundisho, kwa kuonya, kukemea, kufariji, kuleta adabu kwa watu ambao hawana adabu. Hilo ndilo lengo la neno la Mungu. Neno la Mungu ni upanga ukatao kuwili, Waebrania 4:12 anasema, lina katakata, linachoma kama upanga, kama mkuki ndani ya moyo, linatenganisha nafsi linachinja kitu ambacho kinaonekana ni kijeuri, linavunja mvuja moyo ambao una kiburi, neno la Mungu. Kwa hiyo neno la Mungu haliko kwa ajili ya kutufariji tu katika dhambi zetu, sisi tuendelee tubaki tulivyo. Neno la Mungu lina nia ya kutufariji na kutuhamisha, kututoa mahali mahali tulipo kutupeleka mahali pengine. Hilo ndilo kusudi la neno la neno la Mungu. Na unapokuwa unasoma Biblia, unajuaje ya kwamba Biblia imekuwa na manufaa kwako? ni pale ambapo Biblia imekubadilisha imekutoa mahali ulipokuwa kukupeleka mahali pengine. Ukiona unasoma Biblia lakini hubadiliki, uko vile vile ulivyokuwa, una hasira, una uchungu, unakwepa baadhi ya maandiko ndani ya Biblia hiyo hiyo, ujue kwamba unachotaka kufanya, unataka Biblia uilete katika maisha yako, iwe kama unavyotaka, na sio wewe uwe kama ambavyo yenyewe inataka na ikiwa utafanya hivyo uta, utakataa mafundisho mengi sana. Kuna mtu mmoja ambaye alikuwa anaichukia sana Sabato, lakini kwa sasa alishabatizwa ni madventista wa Sabato, ni rafiki yangu sana yeye. Mwanzoni alijaribu kuondoa sehemu yenye Sabato, anataka afute sehemu yenye Sabato, anataka afute. Alikuwa anachukia sana Sabato. Baadaye akagundua ya kwamba alikuwa anaelekea kufuta hata maisha yake mwenyewe. Kwa sababu sabato ni pumziko, ni zawadi kutoka kwa Mungu, ni amri ya milele. Kwa hivyo aligundua asingeweza, na namna pekee ikawa ni kujisalimisha kwenye neno la Mungu, akawa mtunzaji wa sabato. Rafiki yangu mmoja Mkatoliki, ambaye ni rafiki yangu wa siku nyingi, huwa tunajadili naye mambo mengi sana, nimesoma naye, tulikuwa tukijadili na mara nyingi akasema kwamba unapoposti, mbona kama huwa una unalenga kukashifu sana Ukatoliki? Nikamwambia si lengi kukashifu Ukatoliki nalenga kuonesha watu makosa yao. Na unapoichukua Biblia, ukaweka Biblia hapa, ukaweka na dini yako hapa, ukaanza kufanya matching item, tulijifunza shule matching item, unaangalia upande wa A na upande wa B, kushoto na kulia unafanya match, unalinganisha. Ukiona dini yako haiendani na kipande fulani cha Biblia, fundisho fulani ndani ya Biblia limepingana na dini yako, unachagua Biblia badala ya dini yako, huo ndio usalama. Chochote ambacho Biblia imekisema kwamba tukifuate hakipatikani katika dini yako, chagua Biblia kuliko dini. Na ndio maana wengine nikawambia ya kwamba usitafute Biblia ndani ya dini, utakosea. Tafuta dini ndani ya Biblia. Ngoja nirudie tena, usitafute ukweli ndani ya dini, utashindwa tafuta dini ndani ya ukweli, yaani Biblia isome, ikuongoze yenyewe kukuonyesha wao, kumbe hiki kitu ndivyo kilivyo. Ukitumia viongozi wa dini, ukatumia mafundisho ya kidini kuutafuta ukweli, utafeli, kwa sababu mafundisho ya kidini yatakuwa yamechepushwa sana. Biblia inafundisha ubatizo wa maji mengi, lakini mafundisho ya kidini yatafundisha mila na mapokeo ya kunyunyiza tu kichwani. Ukianzia kwenye dini kufika kwenye Biblia hautafika, utachepuka kwenda kwenye uelekeo mwingine. Ila ukitumia Biblia kufika kwenye ukweli utafika vizuri, utatenganisha dini za kweli na uongo, mafundisho ya kweli na, na ya uongo utayajua, kwa sababu tayari unaujua ukweli. Hatuhamasishi hata mtu ambaye anataka jua kitu cha kweli hatuhamasishi kwamba aanze kwanza kujua uongo mwingi ndipo aweze kujua ukweli. Hapana. Wewe jua tu ukweli, soma ukweli, fatilia ukweli, fatilia mafundisho ya kidini, nyimbo za Kikristo nzuri zinapokujenga, baadaye uongo utajiweka pembeni, utatenganisha. Usije ukasema ya kwamba ninaangalia bongo movie, nyimbo hizi za kidunia ili niokote mambo mazuri mle ndani. Utaokotaje mazuri kwenye uongo potofu? Utachanganyikiwa, utashindwa kujua kipi cha kweli, isipokuwa soma Biblia, elewa ukweli Ukweli utakuweka huru na utakusaidia wewe mwenyewe pia kutenganisha na uongo mwingine ambao utajitokeza baadaye. Kwa hivyo, Biblia lengo lake ni kutuelekeza, ni upanga, ni moto unaosababisha mgogoro ndani ya moyo, ni kioo cha kufichua uongo ambao umejificha ndani. Mtumishi wa Mungu Nathan alimwambia Daudi, wewe ndiye umetenda dhambi, yaani yule unayemsema kwamba kosa kwa lake linafaa kufa hukumu yake ni kifo. Wewe ndiye huyo mtu. Biblia inagusa maisha ya mtu binafsi, inaenda kwa mtu halisi, mtu binafsi, sio tu katika magrupu ya watu wengi, ni mtu binafsi. Biblia inagusa maisha binafsi. Lakini pia zama zote, watu wa karne zote wamekuwa wakiitwa kutoka katika kitabu cha Ufunuo 18 aya 4, tunaitwa kutoka, watu wote waitwe kutoka Babeli, kutoka kwenye mfumo wa mafundisho ya uongo huo ni wito wa kutoka. Mungu hana mpango wa kuwaokoa watu dhambini, ana mpango wa kuwaokoa watu kutoka katika dhambi. Hana mpango wa kuambia watu bakini huko huko, nitawakuta huko. Hapana, ana mpango wa kuwaondoa huko walipo, ili awalete katika nuru ya ajabu. Yesu aliwaita mafarisayo kuwa ni makaburi yaliyopakwa chokaa kwa nje, lakini ndani ni mizoga, ni mifupa tu. Alikuwa anaongea na watu halisi, anawagusa dhambi zao anataja dhambi kwa majina yao katika kitabu cha Mathayo 23 aya ya 27. Kwa hiyo mpendo wa mtazamaji, unaposema kwamba wewe nifundishe, usinihukumu, usiniguse, ni kama unasema kwamba niambie mambo ambayo yako nje na Biblia, kwa sababu mambo yaliyoko ndani ya Biblia ni lazima ya kuguse, lazima ya kuchome, lazima ya kuumize, na ukiona unaumizwa ndani ya moyo Ujue ya kwamba hilo hilo neno neno limeingia, likubalie hilo ndilo neno la Bwana. Biblia haiwezi kuhubiriwa bila kugusa maisha ya mtu binafsi, na maisha ambayo hayaguswi na neno la Mungu hayabadiliki, kwa sababu toba inaletwa na neno la Mungu. Nakumbuka wakati Petro akihubiri, Petro alihubiri wakati ule wa Pentekoste, alipohubiri na kuhubiri na kuhubiri, watu walichomwa mioyo yao, lakini watu wa siku hizi wanataka wanapohubiriwa wasisimuliwe, tu wasifie, warushe vitambaa, wapige vigelegele. Hiyo sio, hilo sio lengo la injili. Lengo la injili ni kutubadilisha, na huwezi kubadili, huwezi kufanyiwa operesheni unachekelea, huwezi kutumbuliwa jipu unachekelea. Lazima neno likate, litenganishe upande mmoja na mwingine. Lazima utoke katika mazoea, upelekwe sehemu nyingine, lazima likuondoe kwenye comfort zone. Hilo ndilo neno la Mungu. Wengi wanapenda kusikia maneno ya rehema, lakini hawataki kusikia onyo kuhusu dhambi zao binafsi. Hawataki, wanataka tu asikie ya kwamba nyie wote mpo sawa, mtaokoka popote mlipo, Bwana atakuja awachukue vyovyote vile mlivyo, ataondoka na ninyi hivyo hivyo. Hawataki kuambiwa ya kwamba bebeni msalaba kila siku mnifuate. Hawataki, lakini neno la Mungu linatulazimu kukumbushana hayo, kwa sababu ndivyo ilivyo. Siku ya Pentekoste tuliona uzoefu ulikuwa wa pekee sana. Watu walifurahia, walipochoma mioyo yao, wakasamehewa dhambi zao, walipata uzoefu wa Roho Mtakatifu. Lakini leo watu wanataka wasisimliwe baada ya msisimko hakuna tena kitu kinachoendelea. Watu wanataka wasisimliwe, wapigwe injili, wafurahi, wasisimke, warukeruke, lakini baada ya hapo, wakitoka pale kanisani, wakitoka sehemu za mikutanoni, maisha yao yamekuwa vile vile yalivyo siku zote. Hilo sio kusudi la neno la Mungu. Neno la Mungu lazima likuudhi, likukere, likukarahishe liingilie matamanio yako likuumize likuhuzunishe kisha likufariji. Kabla neno la Mungu halijaponya moyo, linauumiza kwanza, ndipo liweze kuuponya. Lina ujeruhi moyo ili liweze kuuganga lenyewe, kwa sababu hayo mamlaka ni ya neno la Mungu. Wengine wanapendelea injili ya starehe, wanataka waambiwe wakiwa wametulia na wasiguswe wala wasiambiwe kwamba wewe ni mdhambi, acha dhambi zako na ukijaribu kusema hivyo, unaambiwa unahukumu, wewe ni nani ambayo unamhukumu ndugu yako? Hawajui ya kwamba wewe unawaelekeza ili waepuke na hukumu ya Bwana. Wanadhani ya kwamba wanavyobaki vile vile ndivyo maisha yatakavyokuwa siku zote. Wanataka wasikie neema, lakini sio wito wa kutubu na kuachana na dhambi. Lakini Biblia imesemaje? Katika kitabu cha Amosi sita aya ya kwanza, Biblia inasema: ole wao wanaostarehe katika Sayuni, na hao wanaokaa salama katika mlima wa Samaria watu mashuhuri wa taifa lilo la kwanza, ambao nyumba ya Israeli huwaendea. Watu wanao starehe, kuna onyo. Wamekaa wameridhika katika dhambi zao. Biblia inatukumbusha kwamba kuna jambo la kufanya, kwa sababu hizi starehe ni za muda tu, na una, uonapo amani na salama, kana kwamba hakuna tatizo, hapo ndipo uharibifu unatokea ghafra, wala hakika hawataokolewa. Wengine wanasema usiguse dini yangu. Hii ni changamoto kubwa sana, pale ambapo Biblia inaanza kuangazia makosa katika madhehebu mbalimbali, na wanasema ya kwamba wewe hubiri unavyoweza, lakini niache mimi na dini yangu. Lakini Waefeso 4 aya tano tumeshaona ya kwamba Mungu anatambua kwamba kuna imani moja ya kwake pekee. Hiyo ndiyo imani ya Kibiblia, na kuna Bwana mmoja na kuna ubatizo mmoja, kunapoongelea kwamba ubatizo wa kweli ni wa kuzamisha majini Mwingine anasema unamtuhumu na dini yake ambayo yenyewe inanyunyiza kichwani. Sasa Biblia lazima ituhumu dhambi, lazima ikemee makosa, lazima iwaite watu kwenye toba ya kweli. Hiyo ndiyo Biblia na ndiyo kazi yake. Yesu anasema ya kwamba mnalitangua neno la Mungu kwa ajili ya mapokeo yenu. Wengi sana wametangua neno la Mungu kwa sababu ya mapokeo katika kwa hivyo fanya hivi, mpendwa unayenitazama na kunisikiliza wakati huu. Chukua dhehebu lako. Chukua imani yako. Chukua dini yako, iweke upande mmoja. Chukua Biblia, weka upande mwingine. Ikiwa Biblia itapingana na dini yako, chagua Biblia. Huo ndio usalama wako. Hakuna usalama mwingine wowote, kwa sababu tumeitwa kutoka Babeli. Tumeitwa kutoka kwenye mafundisho yote ya uongo. Tumeitwa kutoka katika mienendo yote isiyofaa. Hata hivyo, mpendwa mtazamaji, katika madhehebu mengi yaliyopo duniani kuna watu wengi waaminifu, kuna watu wazuri na waungwana ambao hata wengine hawajui masikini ya kwamba kuna mambo yako nyuma ya pazia huko katika madhehebu yao. Ndiyo maana neno la Mungu kila wakati linapaswa kusikika. Martin Luther, mwanamatengenezo yule, aliwahi kusema ya kwamba injili inatakiwa ihubiriwe kila siku kwa sababu kila siku watu wanaisahau. Kila siku tunatakiwa tuhubiri neno la Mungu kwa sababu kila siku kuna watu wapya ambao bado hawajaisikia injili, na hii ndiyo kazi ambayo tumebakiwa nayo ya muhimu na ya thamani. Tuwaite watu watoke dhambini, waingie katika nuru ya milele. Biblia haina ujumbe wa maridhiano, neno la Mungu haliridhiani. Neno la Mungu linawaita watu, kuwaleta katika upande mahususi halina mpango wa kuunganisha giza na nuru, ukweli na uongo. Hakuna wakati, watu wengine wakifikiria kwamba unaweza ukawa nyutro, ukawa tu katikati hapa, hauko kushoto hauko kulia, na ukasalimika. Neno la Mungu lenyewe tayari lina upande, lina upande wa uokovu, haliko katikati. Na kila linalotolewa katika neno la Mungu linakusudia kuwaleta watu katika mwangaza wa milele wa injili ya kweli inayobadilisha maisha na tunapomngojea Yesu anapokuja mara ya pili, lazima hili jambo liwepo katika akili zetu ya kwamba ukweli lazima ubadilishe, ukweli lazima utakase, ukweli lazima ugeuze mapokeo yetu na matamanio, ukweli lazima uchome dhamiri zetu. Huo ndiyo ukweli na ndiyo kazi yake. Na Bwana atusaidie na kutujalia kuendelea kuyafahamu haya kila siku, ili Yesu anapokuja, na sisi tuwemo miongoni mwa wateule watakaomlaki Bwana mara ya pili. Bwana akubariki.